Diara Kongo bwana <laughs> ni furaha. Unajua fisto ana ana ka historia fulani, kwa sababu fisto amepita kwa Lubumbashi, kuna timu fulani alikuwa huko juu anaitwa Simba. Ungeangalia kwenye standing kwenye group lao sasa hivi Simba ya Kolwezi. Amepita pita kule kwenye kurukaruka, baadaye ndo akaja kudondokea, wakati anatoka huko al alikotoka huko Hmm. Akapita ha hapa Simba, baadaye ndio Yanga, mwenye, kwenye, Yanga e, e, kwa sababu hata Yanga mwenyewe wenyewe Yanga wenyewe Fisto huku huku kama ni loni loni, baadaye mambo ikaisha bwana, hawa wanajivunia, so wao tu umesem Yanga umesema hmm. mwenyewe kiuhalisia ya kabisa, Yanga wale hawakumsajili Fisto huku alivyotoka, kwanza alikuja kama anamilikiwa kama loni fulani, vitu vya kuficha ficha lakini baadaye Yanga ndo akaja kujiongeza hapo, na mchezaji mwenyewe uzuri alikuwa yuko very mentality, anajitambua, usimamizi wake huko makini, basi ndo hivyo. Ila Fisto anawafurahisha watu, sio yani, sio hawa watu wa ndani, na sio shabiki wa waba wa Yanga, na sio shabiki wa Simba, hapana. Umesema kiwalisia kwamba <laughs> wenyewe wanafahamu uongozi wa Yanga. Unajua nikwambie kitu hmm. Sisi ni watu wa mpira, inavyokuja kafaa labda imekuja. Mimi nimeshuhudia Simba eh, Simba ishakujaga huu kipindi fulani hicho, wakati wakati mbwana Samata eh... Bwana Samata yuko Simba. Simba anafungwa kwenye ule uwanja wa Rupopo. Simba alifungwa uwanja wa Rupopo machinjioni bwana, hivi tu, ule uwanja wa Rupopo ndo Simba alipelekwa kule akacheza na Mazembe ndo akapigwa zile nyingi kipindi hicho Samata. Eh, yupo wapi? Yupo Simba. Sport imeshuhudia, si mimi hmm, nimeshuhudia Simba anafungwa tena na Mazembe tena, hapa ni moja. Mimi nimeshuhudia, mimi nimeshuhudia Yanga zote mbili zimekuja hapa miaka karibuni na na bila kuleta ubaguzi, mi mechi ya Simba nipo, ni kwendaga hotelini, mechi ya Yanga nipo ni na Yanga. Wamefikia mpaka kwenye hoteli eh, washabiki wa Yanga wamefikia mpaka kwenye hoteli ya, kuna mjomba wangu ambaye alikuwa anamdhamini mimi nakuja huko, wamefikia tripu ya kwanza, wanazindua tawi, wote walikuja kina Talimba basi. Yanga tena imekuja mara ya mwisho hapa juzi kati, mpaka hotelini imefika, wanafahamu Tuko, ni watu wa mpira tunapenda football iwa tunaumia tunaumia kwa sababu Azamu yetu hatuioni hii imekuja elfu mbili na nne tumeiona, elfu mbili na tano hii hapa tunaiona Manyema inajipapatua tumeona e, nani akuja Piramidi kama nisikosee, kama tunaona nijuu wetu kwao inatuuma, japokuwa eh, kwa ushauri wangu mimi nawaambiaga tena Popat na watu wengine wanatufanyia fikisu ndani ya ligi huko, ndani ya ligi basi tufanye tuonekane tu, tu, basi kimataifa kama tuko serious okay, na, na, na, na, na, na nafahamu, hata rafiki yako bwana Festo ni shahidi, mimi nagombana na watu mpaka nishagombana naye mwenyewe, niambia siwezi kuipongeza mimi Azam ikiingia group stage hiyo nawachia nyie na kina Zaka, mi siipongezi Azamu, naongea hivyo hata kama Zaka anasikia na, na namba yake. Siwezi kuipongeza mi Azamu kuingia grupu steji, mi naipongeza Azamu kuingia hatua inayofata kama ni robo, kwa sababu grupu steji na nani. Umecheza, umezungumza kwamba Yanga hawakumsajili Fiston Kalala Mayele wakati wanamchukua, kwa hiyo usajili wake ulikuwa kwa mkopo eh, wala sio usajili wa moja kwa moja. Yule mchezaji ya ilikuwa ni kwa mkopo lakini imeonekana Yanga wakizungumza kwamba wamefanya biashara wakati wanamuuza kwenda Piramidi. Hakuna biashara iliyofanyika ya Yanga kumuuza Fiston kwenda Piramidi, mm. Ndio vyombo vyetu vilivyokuwa, unaona hata kuna kipindi, achana na Yanga hapo, tunazungumza football, si ndio? E, unakumbuka hata zile tetesi za Mbwana Ally Samatta Simba wanakwambia si ndo tumemtengeneza, tum, tum, Samata kwenye n ambao wenzetu hey, akademi, Simba, Simba na <laughs> Lakin... amba, eh, anga wanajua sana kufunika chao hao kukipamba kufunika chao, chao. Lakini mwenyewe Fistoni eh, kalala Mayele alithibitisha kwamba ni mchezaji wa Yanga Afrika na mkataba Fiston Mayele alisibitisha ni mchezaji wa Yanga Afrika na mkataba, ndiyo, labda mkataba siwezi kupinga hilo, labda mkataba ulikuja baada ya, kwa sababu kuna msimu alicheza ametoka kule alibakiza kama miaka miwili kwenye mkataba wake, ndio akaja huko, akaja hii timu ya huko Kolwezi, uko Kolwezi Lubumbashi Kolwezi, kwa timu kolwezi huko akacheza, ipo hapo kwenye mto mmoja wa Lualaba hapa juu hapa nafikiri hiyo ndio hiyo. Simba kacheza hapa ule mmoja uliobakia ule mmoja kule wakawa bado, yeye mwenyewe kaamua katafuta maisha ndio akaja akaja pale kama kumalizia ile loan sasa, mm-hmm. Sijui labda walikuja walikuja kumsajili baada ya kuwa free agent sijui, lakini hawajamtoa huku wanini, ilo, ilo Aa, kwa nini hiyo hiyo mimi nakataa mpaka kesho. Ah, yani kwamba kiwalisia Yanga yani kiwalisia kwamba Yanga wakati wanamsajili kutoka huko hawakumsajili moja kwa moja, ile walimchukua kwa mkopo, akuwa moja kwa moja, walificha tu vitu na kama kumsajili na, na kama kumuongeza mkataba basi alimuongeze hapa akiwa nchini kama kumwongeza mkataba alimuongeza kama unge... sio kumwongeza, kumpa mkataba sasa. Eh, labda kwa sababu eh, unaweza unaweza kusema labda kumuongeza, sababu mtu akishakuwa na akisha kuwa unajua in FIFA na miezi sita imebakia pale, mm. mkazungumza labda pale, okay. baada ya kuonekana kwamba kuonekana kwamba huku hana hana jipya, yani wa kawaida, kwa sababu kulikuwa kuna kwa sababu timu nyingi zina wachezaji wengi, wao wanacheza e, wakitarajia kwamba kusajiliwa na, na TP Mazembe. Mazembe, mazembe ndio first priority kwa hao ndani, nicheze nionekane. Na na wengine wale ambao ni wajanja, wenye kuona kwa mbali, kwa sasa miaka hii ya karibuni, hawapendi sana kuingia kwa Mazembe, Mazembe, kwa sababu Mazembe kuna tabia fulani ambayo Moise Katumbi anafanyaga ya kumng'ang'ania mchezaji au kumzuia mchezaji wengi yote inawezekana sawa, lakini aswa iliisha mkataba wake okay, sawa. Kwa hiyo watu, mara baada ya kushinda hiyo tuzo e, wanazungumzaje sasa hapo DR Congo, baada ya kushinda hiyo tuzo? Kwanza piramidi imekuwa na mashabiki sasa hivi wengi, piramidi ina mashabiki wa Fisto baada ya kushinda ile tuzo, kwa sababu ni muda mrefu zaidi ya miaka kumi kwa mchezaji wa ndani, asa Mkongomani, muda mrefu nafikiri huko nyuma kama alipitia kama ni Trezor Mputu mabi naye na baadhi ya wengine unajua, wajamaa wenzetu wako serious sana. Mi sikufichi, naongea bwana Mwandike ndio naweza nikasema, katika unielewe eh, unielewe na ndugu zangu waelewe. Sisi mara nyingi sasa tunachukua makapi yale ya Kongo, eh? NBC Premier League makapi ndio tunachukua kwenye NBC Premier League tunachukua makapi nachukua makapi, si umeona RDC yenyewe wenyewe wanaita RDC. Umeona kikosi cha cha cha cha cha cha cha cha Kongo. Si umeona juzi kwenye mashindano. mm. Umekiona pale Desabre pale hataki mizaa, nachukua watu wako pale, anaitwa kina tuanzebe kina nani, lakini mwanzo walikuwa hapa kina inonga, si ndio? mm. Uko chini huko, ila kwenye sirias hata hawezi kumchukua mchezaji anacheza East Africa hapo, si ndio? Manake alivyotuonyesha hapo, mm. I, natuonyesha kwamba sisi tunachukua makapi. Mm -hmm. Sisi kwenye NBC bado tunachukua makapi. Nikia kwa post TV, nikiangalia TP Mazembe. Labda na Lupopo labda hii. Okay. Labda kidogo sana, labda labda mchele labda labda labda mmoja, labda vile Lupopo au kidogo labda pale Mazembe, labda Oscar yule Kabwiti labda kidogo, lakini hakuna mchezaji hapa sasa hivi kwa msimu naona usija-, labda mzunguko ni misaba na nane, sasa mtaya kwa kucheza kwa kucheza kwenye kwenye ligi yetu, ukitaka ule uhalisia ile ile, watakuja wata, kwa sababu na sisi wazee wa wa 20% watu wetu wanasajilia wachezaji wazee wa asilimia ishirini kwenye vilabu vyetu, hasa hivyo vitatu vinne, yani Yanga, Simba, Azam, Singida, kuna asilimia sana pale. Sawa, zinafanyika sawa kiuhalisia. Yanga na Simba, timu gani ambayo ina mashabiki wengi hapo DR Congo? Hapa DR Congo kwa kunyoosha maelezo, realite realite da Yanga Africans, kwa sababu hapa matawi wamefungua, japokuwa sio hai ni in mfu lakini nilivyoenda Yanga Yanga Yanga Yanga ya kuja kuja na Samata walipendapenda Simba na Samata, baadaye Samata kaja kuondoka, Simba naye kawa imeshuka shuka imeshuka, ndio hivyo tena. Baadaye kaja kufufuka Yanga, Yanga kumpigapiga Mazembe sana, ikabidi wameungana na Yanga baadhi ya yani, mashabiki wengi wa Mazembe sema. Kwa hiyo wameungana na Yanga kwa okay, sababu ya, Fiston, yaani Fiston ndo aliwavutia pale Yanga. Achana, hawa si wakina Dube, hamna anaofomu, hakuna. Okay. Ni Fiston. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube, Mwandike Digital.